ya jua kali, kwanza unajisikiaje? Kama Chama cha Mapinduzi tumejipanga na tumejitatiti. Um, so far sisi sasa hivi tunazindua tu ilani yetu. Ilani iliyopita tuliahidi, tumetekeleza. Hii ijayo sasa ni tunaendelea ni kazi iendelee, kazi itendeke. Mengine kwenye ilani Um, kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, kupitia wizara ya sanaa, sisi kama wa wasanii tulifaika vitu vingi, mikopo tulifaika wasanii kupata exposure kwenda Korea kujifunza vitu new techniques, tumefaika kupata royal tour ambayo mama Samia mwenyewe ndo amecheza nani. Aliwahi kufikiria mama Samia anaweza kuwa mwigizaji? So it was a very first time kama president kutengeneza filamu, kitu ambacho kama sisi kama wasanii tumeona ni kitu ambacho ametuimpa na ametukumbuka. Angeweza kutangaza utalii kwa kupitia njia nyingine, wangefanya tu documentary ya wanyama, lakini ameamua yeye kucheza kuona kazi ya sanaa ikoje. So tumefurahi, ametupambania na anazidi kutupambania, na tunategemea kwamba katika ilani hii ya chama cha mapinduzi tutaendelea kunufaika zaidi kwenye ilani sasa ya, ya, ya mwaka huu ambao inakwenda kuzinduliwa, pengine unatamani sana yani una wish nini sana kwa? Um, so far, mazuri tunajua watu wote siku zote kwa CCM. So sisi tuko tayari kusikiliza, ndio maana leo tumesema tunafanya, tunazindua ilani mpya na kufanya maboresho. Kama kutakuwa na kitu wamekisahau, ndio tunaingia pale kwenye maboresho, tutaboresha kwa ajili viongeze kwa kunufaisha watu wote fa uchaguzi mkuu e, pe, pengine tutarajie kwamba wewe pia ukawa mmoja kati ya wagombea pengine ubunge ama udiwani? Kwa sasa bado, no, I'm still learning na bado na vitu vingi sana vya kujifunza, so, kabla ya kuamua kuingia katika uongozi Bad. Yes, kwa sasa bado. Mimi nikushukuru sana asante sana.